So tuangalie jinsi gani unaweza ukatumia CapCut kwenye PC yako. Mtu yeyote ambaye ana PC yake anaweza akatumia CapCut kutengeneza video au kuedit video zake. Hii hapa ni account ya hii hapa ni application ya CapCut kwenye PC. Nitaelezea kwenye PC na kwenye simu. Hizi ni baadhi ya projekti ambazo nimekuwa nikizifanya kupitia CapCut kwenye, uh, kwenye PC. Ukiangalia baada ya kuifungua CapCut hapa uh, nimefungua, imekuja hivi. Hapa ni sehemu ya profile, ambapo nimetengeneza profile yangu mimi, nimetengeneza account yangu mimi. Hapa ni sehemu ya create project. Sehemu ya create project ni sehemu ambayo unaanza, unapokuwa unaanza, unaanza, unaanza kwa kufungua ule uwanja wa kufanya editing. Hapa kuna AI video maker. Hii hapa ni feature mpya ambayo unaweza ukaitumia kutengeneza video. Tutaangalia baadaye namna inavyofanya kazi. Hapa ni record screen, unaweza ukatumia capcut rekodi screen afu hiyo screen ukaja kuedit kama video na kuweka taarifa zako nyingine. Pia, hapa kuna tools nyingine, nyingine ambazo ambazo zimekuwa added katika CapCut. Moja hapo ya hizo tools kuna long video shots. Hii hapa inafanya zile video ndefu unaweza ukaweka video kama ya nusu saa ikawa inakatokato ndani inakatakata kuwa shots za labda sekunde 60. Hapa kuna video translator. Hapa ina translate ile lugha na kuandikia maneno kwa chini. Hapa kuna text to speech. Hapa unaweza ukawa unaiwekea text yenyewe inakuandikia, uh, inatoa ina, ina, ina, inatoa inatoa katika mfumo wa sauti. Kwa hiyo uh, kuna features nyingine kama, kuna AI fashion model, kuna AI video, unatengeneza video za AI, kuna AI image, unatengeneza picha za AI ambazo utaenda kutumia katika projekti zako au kutengeneza content zako. Kwa hiyo uh, hii hapa ndo, uh, ni dashboard ya CapCut ambayo unapokuwa unafungua uh, unafungua application kwa mara ya kwanza utakutana na hii dashboard. Kwao tutaangalia uh, katika video nyingine zinazofuata tutaangalia namna ya kutumia hizi application zote kwa kutumia hizi features zote ambazo uh, zipo katika CapCut. Kumbuka CapCut huwa ina sehemu mbili, ina version mbili, ina version ya free afu ina version ya premium. Katika version ya free ndo kuna baadhi ya vitu unaweza ukafanya, lakini uh, kuna limit au kuna baadhi ya features ambazo uwezo kutumia katika version ya free, lakini katika version ya premium au pro ni version ambayo unaweza ukatumia features zote na kutumia tools zote na kutumia vitu vyote vinavyopatikana katika CapCut, unaipata bure kabisa. Kwa hiyo tutaangalia sasa namna ya kuweza kutumia ya free na kuweza kutumia ya pro. Kwa hiyo kama unataka yes, kama unataka kupata CapCut premium naeza kusaidia kuipata kwa gharama nafuu kuipata kwa gharama uh, kuna, uh, kuna nafuu pia. Nitaendelea kuonyesha video nyingine, kwa hiyo tutaendelea kuangalia features mbalimbali mbali ili kuweza kuaply katika kazi zako, ku apply katika biashara yako, ku apply katika skill yako, na kuweza ku apply ikakusaidia kukuongezea wateja au kupata pesa. Of course, Capcut inafanya vitu vingi na almost inafanya kila kitu ambacho, uh, kinafanywa na video editing tools zote, lakini hii hapa, yeah, Capcut tunaiongelea sana kwa sababu ndo, ndo tool ambayo inatumia AI nyingi na iko more list, iko more developed na ni rahisi kutumia kila mtu. Tutaangalia njia zote ambazo uh, namna zote ambazo unaweza kutumia Capcut kuweza kutengeneza content, kuedit video na kuandaa vitu vyako vyote ambavyo unavitumia katika uh, kazi zako za content creation.